Dakika tisini nimeziona na kusema ukweli, goli moja ambalo wameshinda Yanga ni dogo kulinganisha na jinsi walivyokuwa wamecheza vizuri. Walikuwa wanastahili kushinda ushindi mkubwa zaidi, lakini ndo mpira na ukishapata pointi tatu hasa katika hatua hii ya makundi ambayo ni kwamba pointi ndo zina zinahesabiwa zaidi, uh, ni jambo la msingi sana lakini yanga wamecheza vizuri naona, uh, uwezo wao umebadilika, nafikiri kwa sababu wamekuwa na motivation ya mwalimu mpya, kwa hiyo wamejipata vizuri na wanacheza kama ambavyo tumewazoea Yanga Africans. Uh, hapo kesho tunakwenda kushuhudia mnyama Simba akicheza, lakini hatuwezi tukasahau timu nyingine kutoka nyumbani Tanzania, huwa mikato wa jiji la Dar es Salaam wakiwa pale Kongo na uh, Singida Black Stars wakiwa kule Algeria. Pengine nini neno lako kuelekea michezo inayokuja? Ukiuangalia uh, mchezo wa leo unakupa picha kwamba viwango vyetu, kiwango chetu cha mpira kimeongezeka sana, na kwamba haijalishi tunacheza na timu ya nchi gani, lakini bado timu za Tanzania ndio timu tishio sasa hivi, na hali ni hiyo hiyo kwa Yanga, kwa Simba, kwa Azam na Singida uh, uh, Black Star pia Big Stars. na Naamini timu zote hizi zina uwezo wa kufanya vizuri kwenye hatua hii na tukasonga mbele. Kwa hiyo mimi ni watie moyo, nchi nzima iko nyuma yao Mheshimiwa Rais ametuagiza kusimamia kuhakikisha kwamba hawakwami na kila ambalo tunatakiwa kulifanya ili kwa, kwa, kwa kiwango cha kiserikali kuhakikisha kwamba timu hizi zinafanya vizuri tutakifanya. Hizi ni salamu za Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mpenzi namba moja wa mpira wa miguu nchini. Huu ni mchezo wa kwanza wa kundi ba la ligi ya mabingwa barani Afrika ambalo kundi, eh, kundi B walisema ni kundi ambalo ni la kifo pengine kwa michezo inayokuja kwa wananchi yang Afrika unaiona wapi yang Afrika? Uh, ltali anatajwa kwamba ni kundi la kifo, na moja ya timu zilizokuwa zinatajwa kwamba ni timu kali kabisa ni faa na faa, kama ambavyo unaona wamekufa hapa leo na hata ile goli moja walilofungwa naona kabisa wanaenda wakishukuru. Kwa hivyo mimi sidhani kama ni kundi la kifo. Ni kundi la kifo kwa sababu timu zote ni kali, ikiwamo Young Africans na naamini tutapata matokeo na wataenda hatua inayofuata baada ya hii ya makundi. Kwa dira gani? sasa huko mbeleni A, dalili nzuri, kama ambavyo nimeshasema, naamini timu zote za Tanzania zitafuzu kuendelea kwenye hatua inayofuata. You're listening EMP Africa Radio Africa Radio. Africa.